Unamkaribisha Vini namkaribisha Bellingham unamkaribisha Rodrigo, waje kukushambulia mda mingi na Elise, hata Brahim Diaz yakianza pia, kwa kidogo sio kitu kizuri ku contain pressure zile watu na maili ambao wanaweza kutoka na watu watatu wanne kwa, kwa, kwa mtu mmoja na wakaweza kukudhuru kwa hiyo, njia pekee ni kuweza kuwatafuna kule ambako wao hawana uwezo mzuri. Kwa mimi ninavyowatazama defense record I mean idara ya ulinzi ya Real Madrid haiko set bado a wasens wanafanya vizuri, lakini bado kuna vitu vya kujifunza. Antonio Rudiger naye bado kuna na mfano msimu kidogo, hana daraja la msimu uliopita. David Araba bado hayuko fita 100. Kwa hiyo Arsenal wajina na plani yao. Uh, Vasquez naye sio beki ambaye unaweza ukamtumainia. Ni, ni winga ambaye analinda ucheza beki kwa sababu walinzi wa kulia wote wameumia, lakini pata kwenye eneo la kiungo, kumkosa kama vinga, hauoni kama kuna kiungo mwingine ambaye ana legs za kutosha kuwazuia Arsenal wasifanye anachokifanya. Wamiliki zaidi mpira kama kaida, watengeneze most chances. Hili Game ambayo mimi naamini Real Madrid uh, hawataweza kuitan na kwa nafasi kubwa, na ninaamini Arsenal pia kuna uwezekano hata wakashinda leo, leo leo Real Madrid mm. Uh, inabidi na wa, wa, wa mapambano mawili, pambano la kwanza kuhakikisha wanamknockout Arsenal na, na kuingia nusu finali, pambano la pili kumpambania kocha kujengia heshima kocha Carlo Ancelotti. Kama leo atadhalilika tena itakuwa zoga makubwa kwa Carlo Ancelotti ambaye ni mmoja wa makocha wazuri duniani, kafanya vizuri, ana historia kubwa sana katika makocha currently na wale waliopita mm. na unajua, baada ya kufunga magoli matatu kwa sifuri katika mchezo wa kwanza, choko choko zilianza kuspala wa Ancelotti mm. kama leo atapoteza, kwa sababu anamuona yupo mbali sana katika ubingwa ku, ku, wa ligi kuu ya ya, ya La Liga yeah. na muona mbali, lakini cool, yeah. uh, kwa kama anatolewa katika katika hii hatua na Arsenal, uh, mashabiki wa soka nadhani unajua, uh, sh, hawana shukrani kwa wakati husika <laughs> Da, na kala nchoroti lazima hii ita, itamtafuna ita vibaya sana. Kwa hiyo kama kweli wanahitaji kujenga heshima ya kala nchoroti wapambane, wapate matokeo yaliyo bora, waingie katika hatua ya finali kwa mbele famila ilahi. Lakini kwa hili wamtetee kocha wao, na nimeona ndugu yangu hapa Karimu Boimanda huyu afisa habari wa ligi hmm. ameposti matokeo na amesema ndugu, samahani ndugu zangu kuposti clip mapema Yaani Real Madrid anafunga goli la nne, ambaye inafungwa na vini goli snaosha nne kwa sufuri. Naona dakika jana, naona anasema niwe radhi ndugu zangu kwa kupusi clip mapema, lakini hii ndio hali ambayo inatokea leo pale Bernabeu, licha ya kusema kwamba wataenda kufunga uwanja wao lipaa harufu hiyo raziba kelele zote ziwe mle eh, lakini kama unakumbuka Man City walifanyiwa vitu kama vile, lakini wanaenda kupata matokeo pale pale, yeah, kwa hiyo okay, yeah. Uh, Arsenal kiukweli kabisa mimi sio Arsenal, lakini mimi ni Mwingereza kila laheri, yeah. na, na, na, na, nimeona, nimeona <laughs> pia ule uhasimu ambao huwa unatokea hapa nyumbani umekuepo pia Spain maajana yeah. Kundi kubwa la mashabiki wa FC Barcelona wakitaja kufikia elfu 3 wakiwa tayari wana tiketi zao na wamechapisha jezi za Declan Rice wakiimba na wakiwa Arsenal moyo kwa tuko pamoja eh, hata Barcelona wakatoka waje kucheza na, na, Manchester United England Arsenal yeah. waliwapa uwanja wa mazoezi bana <laughs> tn <tini ya upo, laughs> kila kitu sisi nyuma kwa kumbe <laughs> sio dhambi eh, yeah, so uh, you know, football yani yeah. mpira basi, tunafoga na maneno mengine mengine, ni maneno yeah. lakini uhasama upo na mambo haya yapo. Kwa hiyo mimi binafsi mimi sipendi Arsenal. Nadhani unajua lakini mm. Kwa hiyo Arsenal iponayo nyuma yao kwa sababu mm. Uh, leo nataka wataka Arsenal wafungwe wakiwa stolewe kibiashara yani Asema wafungu lakini wasitolewe. Ndio. Hiyo kibiashara. Ndio, nimeshaelewa. Ah, hiyo kibiashara bado nimeelewa. Lakini na support kwa sababu ikifanya vizuri Arsenal ndio sisi da sisi Waingereza pengine msimu mmoja tukaongeza timu tano. Eh, na sisi timu tano, yani timu tano. Ah, tushiriki tusishiriki ule lakini ile kwa tu ligi ambayo imetoa timu tano ni ni ni ni sifa kubwa. Tumalizie na mchezo wa Robo mm, finali, mchezo pekee ambao ulikuwa unatafuta timu ya nne kwenda kuungana na wenzake. Hapo jana. Yeah, Yanga Africa amekula, amekula pweza kizani. Unajua kula pweza kizani? Umeshakula pweza? Enjoy. Yeah, wewe unapima tu size ya mdomo. Yaani hana mfupa, hana mwiba. Ndio hii inatosha mdomoni mwangu, hata ukiweka kwenye giza unakula. Kwa sababu samaki unaweza kumla gizani, unaweza kula mfupa na mwiba. Kwa hiyo jana Yanga amekula pweza kizani, nimemaliza na of course wakati mwingine unapokutana na timu hizo ambazo zinaanza kuongea ongea, unaniadabisha. Kuna bondia mmoja anaenda kucheza Ujerumani, Mtanzania, pambana pambana pambana, naona yule mjerumani kama anazidiwa Yani, unajua mabondia wakati mwingine wanasema kashfa zao, wanasema kwamba bana niet bondia kunipande renki, apigwe apande renki, akapelekwa bondia kule, kila jamaa akijaribu, na jamaa ipo vizuri vipi bwana jamaa, kocha anamwambia bwana, isi tuoa kumpandisha renki bado bado, anambia hey, amna shatoka jashu, sikubali Aaaaa, wale wanapambana kuja kwenye ligi kuu, ukiangalia msimamo wa championship hivi sasa, wana nafasi ya kuja ligi kuu. Bado stand united kwa hiyo jana wameonjeshwa kwenye ligi kuu kuna ukubwa na quality kubwa kiasi gani, na pengine wajiandae kiasi gani, kama wanataka msimu ujao, kama wakifanikiwa kuja wasalie kwenye ligi. Kwa hiyo ni mafundisho kama hayo, wasinge yapata kama wasingefungwa wale magoli nane. Kwa hiyo mimi naona ni kitu sahihi tu itokee, ukiwa umekaa vibaya unapigwa, ukikaa vizuri basi unafanya vema. Pia na jana <laughs> kata tazama ile game, nikawa nawaza kitu kimoja, pengine Uh, performance kama hii ama ushirikiano kama ule uh, wa Stefan Azizki na Kratos Chota Chama ndio ambao Young Africans walilipa fedha nyingi kuupata. Yeah. Na unatamani ungetokea kwenye grandest stage kwa mfano kwenye CAF Champions League group stages. Kwa mfano mechi zidi ya simu, eh, mechi zidi ya simu, yaani game zile ambazo ni za kimaamuzi mkubwa, unatamani AS, unatamani kile kitu kiweze kufanyaje? Kuonekana zaidi ya magoli, nafikiri magoli manne, anatengeneza kwa ushirikiano wake, akina nini akina Abdulrazak Hamza wanaangalia tu, mnafanya vile, wao wana uwezo, uwezo ukapata wapi nafasi hiyo? Kuna kagoma hapa ameshagoma, ukapata wapi nafasi hiyo? Sina maana Yanga amelipa ule mpunga Yani wale wanaweza kufanya kile kitu lakini Yanga nao wamezidi bana. ban <laughs> Sasa mechi rafiki yangu umeweka full mkoko kwani <laughs> <A yle soku, muchin> mkana kuna familia kuna nani kuna msomo wanze. Hawana kompetisi nyingine ya kufanya hivyo

anishi kwa game nzuri, kwa sababu nao. Je, timu kwa timu shindani, na hasa anakutana na timu hizi za za Kariakoo hapo wanaweka ushindani licha kuwa kama hata kuna wanapoteza. Mm, uh, lakini ushindani upo, na tumeangalia msimu uliopita, licha ya mechi ya kwanza kufunga goli alifunga goli tano mechi ya kwanza mm. lakini mechi ya pili tunaona jinsi alivyozuia Yanga kuskoa goli. Msimu huu mechi ya kwanza kwa taabu kafunga goli moja, sio goli mbili. Mechi ya pili tunaona uh, sare mechi dhidi ya Simba tumeona amefunga goli moja hadi dakika za mwisho kabisa kwa mkwaju wa penalty Azam akaenda pale kashinda kupata matokeo ushindi. Kwa hiyo ni timu ambayo inaleta ushindani mkubwa. Kwa hiyo nusu finali naona zitakuwa zitakuwa nusu finali bora sana katika uh, federation msimu huu. Hmm. Kwa jaketi cha kuongeza pia kizuri ni kwamba uh, Ahmad Ali nwe yeah. Msimu mpita alikuwa na msimu bora sana na presence sana sana sana yes. yeah. na ilikuwa almanusura aifanikishe uh, kucheza michuano ya Afrika msimu huu kwa maana ya kombe la shirikisho kabla ya kupitwa na Coastal Union lakini Uh, msimu huu kwenda JKT na kuna kitu ambacho kinaendelea kwenye grafu yake, kitu ambacho binafsi yangu pia nimefurahishwa nacho kwa sababu um, yes, uh, kwenye maendeleo ya grafu yake inaonekana ni kitu ambacho kinasonga mbele. Kwa hiyo, akiendelea namna hii ah, msimu wa ligi inawezekana asimalize labda kwenye top 4 ama top 5, japo kwa bado anaweza kupata hiyo nafasi, lakini kupush kwenye michoano ya shirikisho kufika mpaka semifinal, siwezi kushangaa kama msimu ujao tutaanza kuona maybe akifunisha moja ya timu tatu kubwa na Tanzania ama kwenye misimu kadhaa inafuatia. Ni kocha bora, kocha mzuri sana na ukiangalia ade JKT, unajua kitu gani kinafanyika uwanjani, mchezaji mmoja mpaka mwingine, na yaani wanaonekana wanakuwa kubwa sana, sema watu wengi hawawafahamu. Mtu kama Karim Mfaume, beki wa kushoto, kama au mfahamu au unajua, kama unajua kumtazama, unamchukulia kama mchezaji una wa kawaida, lakini ukiona ni, ni talanta ya hali ya juu sana, na kwenye eneo la kiungo pia kina Jafar Manenu kina vizuri. Ndio, ndio mmoja. Yeah. Tukaangalia naona wana utofauti mkubwa sana wachezaji wengi ambao wapo katika ligi kwa anacheza vizuri sana. kwenda muda mrefu anacheza, lakini bado anaonyesha na kitu kikubwa sana mguuni kwake. Yeah, ni vizuri sana. Master passer. Mimi siku moja timu ichukue riski anatengenezewa kumzunguka kabisa. Asante kwa Hanga The Don, anasema anaomba tujadili kiwango cha Ikangalombo jana mmekionaje? Abaki ama aende, hai eh? Abaki. Abaki. Eh.